Tunaanza na kaunti ya Kisii ambapo binti mmoja mwenye umri wa miaka 20 anazuiliwa na maafisa wa polisi kwa madai ya kuavya mimba. Inadaiwa msichana huyo aliavya mimba na kukitupa kijusi kando ya tangi la maji katika hospitali ya rufaa ya Kisii. Alipojaribu kutoroka, mlinda lango alimsimamisha na kuwaita wakuu wa hospitali hiyo. Punde ikabainika kuwa kilichokuwa kimetupwa kilikuwa kilinge. There is evidence of an Kwingineko, katika operesheni ya kuwa nasa wanaojihusisha na tohara ya wasichana eneo la transmara mashariki, maafisa wa usalama waliwatia mbaroni washikiwa 18 katika kituo cha polisi cha Dekir kati ya kumi na wanane hao kumi na watano ni wanafunzi wa shule waliokuwa wakiuguza katika nyumba za ngariba watatu walionaswa, huku misako kama hii ikitarajiwa kuendelea hasa wakati huu wa likizo. Tukisalia na masuala ya kinadada, eneo la Maralal kaunti ya Samburu, mikakati inawekwa ili kukabili ongezeko la idadi ya wa wasichana wanaoasi masomo ili kuanza unyumba. Nyumba pamoja na masuala yanayochangia ukeketaji wa wasichana umetajwa kuwa chanzo kuu. Hiyo tulisaliwa si tukiambiwa Wasichana panapeleka shule watasahau wasasi, lakini tulikuja kila mtu kukundua, kumbe ilikuwa ni udanganyivu ya samani, sindio? Mambo hile iko ni kupigana watoto wetu waende shule, mambo waende wapi shule is to use the, the...

to fight these vices that are taking us back as a community and to give both children, both boys and girls, equal opportunities of education. Kongamano hilo lenye kauli mbiu mtoto si mke linalenga kuihamasisha jamii kuhusu umuhimu wa masomo kwa mtoto wa kike. Na hatimaye katika kaunti ya Kilifi, wanawake na vijana waliandamana kupinga visa vya ubakaji na ulawiti ambavyo vimekithiri Malindi. Waandamanaji hao walikatiza shughuli za usafiri katika barabara ya Gede kuelekea Watamu. Watoto wetu wamekuwa wakibakwa, watoto wa kike, watoto wa kiume walikuwa wakilawitiwa na hatujaona haki ambazo zinaturudisha nafsi zetu, hatujui tukimbilie wapi, kusema ukweli kwa sababu unapata kitu kimefanyika, umebakia na mtoto ameumia, halafu hujui utafanya nini. Ukijaribu kwenda huku paka huku, hupati msaada. Mtoto kama huyu ni wa kiume, aye atafanywa mke na wanaume? Mwenye akili hata wewe mkubwa, ilo jambo ni la haki kweli? Mtoto wa kike mdogo, class ya 5 atembee na mwalimu ama atembee na mtu ambaye atamwambukiza kitu, hiyo ni haki? Kisa cha majuzi ni cha msichana wa umri wa miaka 16 aliyebakwa na sasa ni mjamzito. Wakazi wanataka maafisa wa polisi kuingilia kati na kukabili visa hivyo. Yunis Omolo, QTV.